na muhusika aliyeandaa show, mimi nikashindwa kuperform. Okay, eh, akaomba kabisa, naomba niwaombe radhi kwa kukosa huduma ambayo umekuwa umeitarajia na akamaliza pale, promoters, next time mwe na uhakika wa kazi za wasanii. Du, mm, kwani promoter alikuwa nani? Ndio hapo sasa <laughs> maana ule mchongo mimi sielewi, niliona Wabatweli au? Eh? Wabatweli au? Huu mchongo uhu wa kina Chino ambao wamekuja Makambako yeah, inabidi tumtafute promota tu kwanza, tumfahamu. Maana niliona yeah, yeah, mchongo kama ulishikiliwa na watu wengi sana sana, alikuwa na watu wengi kwa hey, hey, well, sababu mara ya mwisho nimeona kina Ndengo mm, kina Kiuda yeah, wako wanajadili kuhusiana na hili na, na, na, na jambo mm, hasa Ndengo sijajua alikuwa ni yuko kwenye moja kati ya mapromota au ni aje? Ndengo ndo yeah. niliona kwa kwenye PA na kuna sehemu nilimkuta kabisa, kuna boa zimlote pia na ni miongoni kati ya watu ambao mikuda nilikutana naye kabisa, hadi kanishtua kabisa. Yeah, kuje baadaye chino nakuja nikaambia, acha hizo kwa siku, sikudanganywa, mnajua kaniambia ah. kweli anatokea na, na inasemekana alipita hadi kwenye PA Ndengo ndugu ya ndugu yetu kabisa familia huyu. Naona amenitumia hapa message anasemaje? Hmm. si text mimi. Ndengo kuniandikia viingereza mimi kweli? Ndengo <laughs> biashara. Ndengo <sukri> ndengo wa kuniandikia viingereza mimi ndengo. Ah, kwa sinaona message yako hapa text mimi. Anasema ah, ndengo na viingereza wapi na wapi bwana huyu. Ah, hapana mwanangu, nilikwambia kwa dakika nilisema na usiere siyo nilii. <sukri> Ndio jana toka umeniwahi ta uko poa, lakini bwana Ndengo migi ya midi ndugu yako, ninakusoma mwanangu, ninakusoma au sio bwana? Hivi kwanza, nataka kufahamu kuhusiana na ile ishu ya kina Chino. Dakika za mwisho jana sikupata nafasi ya kuwepo radio, yeah. na nakumbuka nimekutana na wewe, ilikuwa msibani kwenye msiba wa Esther, yeah, kama mlikuwa mna kikao hivi kuhusiana na Chino kufika, lakini maandalizi na vitu kaa hizo, lakini pia nimeona mtu mwingine kama Kyuda kuna mtu mwingine ambaye yeah, nilimuona alikuwa Boaz Mlote. Kuna jamaa anaitwa EDTZ TV yeah, wewe ndio nikakuona na kwenye PA kabisa, kwenye gari gari ya nyuma kuna chino hapo. Kwanza nataka kufahamu promoter wa show alikuwa ni nani? Maana nilifuatilia nikaambiwa pia ni mchongo radio, ya wa redio lakini washikaji wamesema sio mchongo wa ile redio. Hii show ilikuwa chini ya nani? A, show ilikuwa chini ya ya, ya, ya Shaiba. Nani? Para tumweke tu na absio tumket Sabina Pita ndio promoter aliokuwa ameandaa hiyo show. Basi mimi nikajia kwa chini yenu, kwa sababu nilikuwa naona mnapastipeti kwa asilimia kubwa sana. Deo, deo. Aa, sasa Chino, kilicho kilichofanya Chino aspande stage kwa sababu watu wanalalamika, na we umezunguka na naye sana barabarani, ukiaminisha watu walete hela, sisi tunakukamata wewe, tukaribisha pia ah, yani, kiburudani, Chino alifika Makambako kama ambavyo ipo kwa maana ya kwamba kimakubaliano kima pande zote mbili kati yake yeye pamoja na mwandaji wa show kwa maana ya kwamba tunakuja kufanya kazi Makambako kwa ajili ya Yas Comedy Show, lakini ilikuwa ni show zima, ilikuwa ni Yas Comedy Show kwa ajili ya watu kucheka, lakini kuna kuna surprise za msanii ambao zimeandaliwa. Alifika kama makubaliano ambao walikuwa wanataka, na nadhani uliweza kumuona barabarani na katika mji wetu, tunafanya pia matangazo ya barabarani. Lakini mwisho wa siku, ilipofika muda wa tukio, tukio lilianza kama ambavyo ilitarajiwa Baadaye msanii, muda wa kupanda, nadhani pale sasa kuna kitu ambacho, kuna vipengele ambavyo nadhani mwandaaji hakuweza kuvikamilisha kwa msanii ambaye imelengwa, ambaye yeye ndo alikuwa nafanya nini, anatakiwa kupafmu. Lakini njia hiyo inasemekana, pia hata wachekeshaji ambao walikuwa kwenye mesheni watakuwepo, wakuwepo baadhi ya ni, ni kweli baadhi ya wachekeshaji hatukuweza kuwaona atukunyeza atukuweza kuwaona kwa maana ya kwamba waliokopo kwenye bango ambavyo watu wameona na walikuwa wametokea ni baadhi ambayo wakuweza kuwepo, lakini sababu za msingi binafsi sizijui na sikuweza kupewa, ila nafahamu tu ishi nzima ya, ya, ya Chino mbaou mbao a mwandaji hakuweza kuvikamilisha kwa wakati, ndipo ambapo meneja wa msanii alikuwa anataka io vitu vikamilishwe baada ya hapo jambo lifanyike kama inavyotakiwa. Unajua, watu walimwona barabarani kwamba wamba Chino fulani na amemwona, lakini inafika mtu ambaye amefika stejini hajamwona Chino mchana, inakuwa ni ngumu sana kuamini kama mtu alikuja. Mi nakumbuka kwenye show ya BK tulipewa kazi mimi na wewe kuuza flash kwa mnada zile flashi za albam na usiku wakati wanatupatia ratiba ya kupanda stejini mimi na wewe tulikaa kikao tukakataa kwamba hatuwezi mm, kufanya biashara wakati watu washaanza kutoka na vitu kama hizi. Hii kazi tutafanya tutadhalilika. Ilikuwaje mwenzangu, ukakubali kuzunguka mtaani wakati watu hawapo tayari? Watu kama hivyo wa kuchekesha hawapo na issue ilikuwa ni, ni uchekeshaji sio, e, issue ya, ya, ya, ya msanii. Yani issue kubwa ilikuwa ni uchekeshaji. Ilikuwaje ukavaa mabomu kuingia kushawishi watu mtaani waje hapo kwenye tukio na unafahamu kabisa wachekeshaji hawajaja, na kama hamna uhakika, ilikuwaje ukavaa hivyo viatu? Ndugu yangu, binafsi ni, nilipewa nilipewa kazi ya kutangaza yaani, nilipata kazi ya kutangaza kwa maana PA barabarani, kazi ambayo ndio ilikuwa na nyusi ya kwanza ukiachana na kwamba kilikuwa ni kituo taja, mpaka ni kituo ambacho ni kazi na ufika na nini na mauzo yetu. Kwa hiyo kazi ya kwanza ambayo mimi nilikuwa nayo ni kuhusu uchini kwa maana ya kwamba Chino yupo sasa kuja tupige pia tutangazia watu mtaani. Nadhani nilifanya vile kazi ambavyo nilikuwa nilitaka nifanye. Bila kujua kwamba kuna baadhi ya best ya comedian ambao wako na ambao hawakufika. Hiyo kwangu nadhani mimi mwenyewe ilikuwa ni kama surprise pia, kwa sababu sikuweza kujua kwamba nani amefika au nani anafika. Na ndio maana ukiangalia kazi yangu nilifanya mchana, kwa maana PA, lakini nikija kuangalia katika washereheshaji wa usiku kipindi sikuwemo kwenye ile ratiba, walikuwa washereheshaji wengine ambao walikuwa wanaendesha ile shughuli ya siku. Watu wa Makambako wamekata wamekata wame tumaini. Nini unadhani una kifanyike kama mmoja kati ya watu ambao mmekuwa mkiandaa haya matukio? Nini kifanyike? Show kama hivi tumeshachafua ile image. Show ya kwanza ya BTK Chino wakuja watu wa remind. Show ya pili hii hapa ni kwa sijajua promoter ni nani lakini na yenyewe nilikuwa najua iko chini ya redio. Sasa kama unasema sio chini ya redio tena, watu pia wamemind kwamba waandaaji wa show Makambako kama wako serious na wanaibia pesa watu kinguvu. Ukiwa ni mmoja kati ya wadau, unalipi la kusema? Ah, minadhani moja kwa moja, tayari unajua kwenye industry ya music tayari tushachafuka. Mi mwenyewe najua nipo. Tunafanyaje hii hiia inatuia ngumu sana sisinaoshokutwa tukitaka tuandae kitu na tukawategemea kuitikiwa watu kwa kubwa itakuwa ni uongo, kwa maana ya kwamba kwa dosari ambazo zimetokea hapa katikati, katika mji wetu Makambako. Lakini so far kinachotakiwa hapa ni kuangalia watu tunakosea, watu tunafanya. Fanya watu na tunakosea wa watu tunafanya tufanye vile ambavyo watu wanataka, na tukifanye vile ambavyo tunawadanganya watu, kwa maana tayari watu hawawezi kutuamini kama sisi ni wakweli, wanajua kabisa ni waongo, lakini hata apatikane promota mwingine tu hawezi hata kuandaa event bure. Ni kama kusema samani kwa wadau wa mziki, samani kwa washabiki wanaopenda mziki burudani zote ambazo tunakuwa tunahusu, mtu akizihitaji ili kuweka level kwa wakati ya pande zote mbili, kwamba mtegemea wadau waje kusaporti, wadau wanakuja kusaporti, lakini binafsi tu ni washukuru watu wa Makambako kwa maana na maeneo jirani kwamba ni wakalimu wapole Ninafikiri kwa kwa mikoa mingine watu wangeleta hapo si sana, tusije toka kule ndani. Hebu <tie> nikuta mpango ni uze ticket mwanangu. Tunakuja <tie> na mashati turudishe viingilio. Lakini so far ni kwamba tunatakiwa tu elimi kwa watu ambao tunajua tafanya nao kazi kesho, kuna leo na kesho. Ili tusaidie kesho yetu nzuri, tutengeneze leo iwe nzuri ambayo hata mwingine akija kupita hata kwa mtu mwingine akitaka kupita afike salama, ili lengo liwe nzuri kwa jamii. Poa, mi nashukuru kwa time yako. Hivi, mchongo wa Matema Beach vipi? Matema Beach inaendelea, iko poa. tunaaapengie tuna tuna na moja kati ya sehemu ambayo tunaenda tunatarajia kwenda kujifariji baada ya hizi panga zote zilizotokea <gulia> ni mateakwa tutulize akili tutafakari, tunadeni lipi kwa wadau, na ndio maana nadhani ni tukio la mwisho kwa mwezi wa sita, ambapo tunakutana Juni tarehe ishirini

ba ashangaa, mmetugeuza hapa, mmetupeleka wapi huko? Mtusafishe ku... a, msije mkatufanyia mambo ya si ya kiuni bana Tuungane pamoja, naamini inawezekana. Gadi, mtu bebe bwana, yaani swachi ile mwanangu, ile lazima nitubebe mwanangu, hata kesho na kesho kutwa mwanangu, nataka kufanya event Gamidi, najua mwanangu, tayari tushatengeneza mazingira ambayo yanakuwa rafiki eh, eh, na watu wana imani mtu ana mtu ana imani na wewe hapo mwisho wa siku na kuja kufungua dakika za jioni kama ivuma. Ya bana, mimi nashukuru kwa time yako Ndengo, pamoja. Shukran sana mzee, nashukuru sana. Huyo ni Ndengo biashara, mmoja kati ya watu ambao tumekutana nao mtaani, mm. wakifanya pia pa kwamba twende kwenye tukio. Sasa natamani tumtafute hata Chino pia. Chino eh? E, tuone kama kama anaweza akatuambia kuhusiana na hili mm. sakata. Sasa sijui atakuwa katika mazingira mazuri au ni aje watu, watu wa Makambako wamepoteza kabisa imani, yani. Wamepoteza na, imani na, na Chino baada his complaints labda hofu yake kwamba siku anaweza kawa na tukio huku afu likam- e, likamwafect eh, lika kwa sababu watu wataona huyu uh, ni ni miausho sana huyu, umeona huwa anatokeadi kwenye PA afu apigi show afanye show na vitu, yeah, kama hizo. Sasa hii nayo inaweza kaa sio mm. Sema de, kuna kuna kuna kazi kubwa sana kama kama industry ya uh, na wadau wa muziki ya kuifanya hapa kwa sababu wa mtaani, si tu tena washikaji, sasa hivi mtaani wanakuambia, si tunawasikilizia tu mjichanganye tena yaani tutakufa na ambaye atajichanganya huko mbele. Namba ya uko mbele. Chini uko busy. Niko busy? Eh, nampigia hapo naona simu yake iko busy. Inaonekana sio anafanya interview au ni nini. Oh yeah. Inasema e, line ni busy. Jaribu mara ya mwisho. Mm. Tuone kama tutamdaka. Tukimpata atakuwa poa sana. Mm, saizi na sachi muda mrefu e, imekata tena basi. Okay. Eh, e, itakuwa labda ameizuia maybe simu nyingi. Sijajua. Sija, sija mm. Iya, kuna namna tunahitaji pia majibu yake Chino bana, mm. E, japo kwa, kwa tatisi ambazo nimezipata mm. Inasemekana jamaa kumaliziwa mkwanja hata, e, yeye amesema pia kwenye ile kwenye ile status yake e, kwamba hakumaliziwa pesa yake kama ambavyo walikubaliana. Nafikiri ilikuwa makubaliano labda walitoa advance afu ile nyingine unamaliza kabla sijapanda stejini Oyo nilikuwa namtafuta promoter wa ile zoezi afu mm, promoter mimi ni mshikaji wangu, nishafanya naye kazi yaani yeye eh, eh, ni mwanangu sana, na yeye ilibidi pia tumpigie simu, lakini mm, kwa taarifa ambazo nimezipata a ah, tuachane naye tuachane naye mm, akija kukaa sawa, aka relax saa hizi najua atakuwa na stress mm, tunaweza tukamtafuta pia nili, tuendeleze nili nilikuwa naongea na Bashi na mnyemwezi Bashi eh, jana aliniambia kwamba BTK amewakosti watu wengi sana ambao watakuja kufanya matukio ya kiburudani huko mbele. kwa nini kwamba e, alivyozingua pale e, inavuruga kila mtu wa mbele, yani ile, ile show mm. e, ana bashi, Bashi, ana taarifa nyingi Bashi ana taarifa huyo <laughs> bala Bashi ana taarifa nyingi sana anasema e, yani yule ndo alianza kuharibu shughuli. Kwa hiyo mm. wa mbele yote atakayejitokeza kufanya na lazima aumie kwanza, aumie mm. kwa hiyo labda idea ya ndengo hiyo inaweza ikawa inafaa kwamba jitokeze mtu hata afanye show bure. Jamani, hii ni sadaka eh tu, tusahau yaliyopita <laughs> e, labda eh, tunamleta tu, tu hasa na Nilia msanii mkubwa mwingine tu, mm. Chino na pattern wote eh, au Chino na pattern <laughs> <laughs> <laughs> waje kwa ajili ya ku clear hizi mistakes waje. Sex. Chino na pattern wote waje, mm. kuna mwanangu anaitwa Edith Z naye alikuwa anashiriki sana kwenye hili jambo, yani Edith bwana, Edith baadaye naona anashuhudia mpaka dakika za mwisho hey. Tumcheke Edi TZ mwanangu, tumcheki Edi TZ. Edi, mradi tusaidie kutuunganisha na Edi TZ mm, kwa sababu naye ni miongoni kati ya watu ambao wamepatisipeti sana kwenye zoezi na ametupa uh, taarifa nyingi sana kama mmiliki wa chombo cha habari cha project, na alituambia mapema kabisa kwamba kila kitu kinachotokea kule kwenye uh, upande hata kwa Bitkey, by the way yeye ndiye alianza, yeah, kwamba kila kitu infos mtakuwa mnazipata hapa, na tulizipata kweli, na yeye ndo alitupa exclusive ile ya Bitkey kwamba ameshindwa uh, ku, ku perform uh, Chino, kwa sababu babake alikuwa anaumwa na na vitu kama hivyo. Oh, RTZ Vipi ndugu yangu bwana, bwana ndugu yako Gami TV hapa bwana. Naam kaka. Bwana, uko fresh? Mm, edi kama amelala. <laughs> Mungu anasaidia tuko wazima wa afya kabisa. Bwana, bwana, kuna huku kuna huku tukawa tunajadili kupitia kile ambacho kimetokea kwenye matukio ya hapa Makambako kwenye show ya BTK, lakini pia kwenye show ambayo iliandaliwa ya wachekeshaji hapa Jumapili nadhani. By the way, nikupongeze kwa sababu chombo chako cha habari kwa maana ya Instagram ya Editz Media ile imetusaidia sana kutujuza mambo mengi kinoma noma. Nashukuru sana kaka, asante. Tunaona mapambano lakini, kuna time tunaona kama ni moja kati ya wa washiriki hivi kwa sababu tunahisi vika mati, kwenye vikao vya ndani ulikuwepo Edit, tumepiga story na ndengo hapa lakini tukasema Edi naye ana taarifa nyingi kuhusiana na hili jambo, tunaomba tupate tupate dondoo kidogo kuhusiana na show ya Jumapili kutoka kwako kama mwandishi wa habari, lakini pia kama mkurugenzi wa EDTZ Media, tunajua una taarifa nyingi zaidi kuhusiana na hili. Ah, sawa, cha kwanza hii show ilikuwa haina kamati. Ndio e, promoter ambaye ameandaa show alikuwa anasimamia kila kitu yeye mwenyewe upande ambao sisi tumehusika ikiwemo mimi kama Edi nimeshiriki kama media kwa ajili ya kutoa taarifa, kama ambavyo kwa BTK ilikuwa toka mwanzo natoa taarifa kuanzia tukio linaanza, yeah, ndio mpaka mwisho, nini kimetokea na ni hivyo ambavyo limefanya kuhusu usika. Nahisi kwa sehemu kubwa nimefanya zaidi, kwa sababu promoter ni mtu ambaye namfahamu, ni mtongo, karibu kwao, ilikuwa ni vyema kumbackup na kumsaidia sehemu ambayo nahisi ninaweza kumsaidia ila kuhusu mpangilio wa show, ratiba, kuita wasanii, nini mtatendeka, budget, kila kitu amekuwa akisimamia yeye mwenyewe. Aina maana kulikuwa mna timu kabisa, mimi nijua ni miongoni kati ya timu hiyo. Ha, haina timu kaka. Promoter ndio alikuwa anaanza kila kitu.